Haiwezekani yani, tunakuwa na mtu mnamwawadi uwezo hana, alafu tunaendelea kusuasua, kwa sababu zile ni fedha tunapewa na wafadhili. Sasa kama mfadhili ameweka masharti, lazima mtafute mtu ambaye ana uwezo, ili akimbize hiyo kazi, alafu certificate anapewa. Sasa nyinyi mnatafuta watu ambao uwezo hawana, then kule hizo hela mnazipataje? Hmm? Hey na sisi hatuhitaji kuwa na misingi kama sehemu ya mapambo. Sisi tunahitaji kuwa na majengo, si ndio hivyo e. Sasa hm umekaa kwenye baraza jipya hili ndo unakumbana na vitu kama hivi mheshimiwa eh? mkuu wa mkoa eh? nami nimeona changamoto kubwa sana uh -huh. katika miradi hii mm. iliyopo Songea DC mm. ni mradi wa kwanza kusuasua mm. lakini baada ya kushauriana na kiongozi wangu dasi, mm. tumeweza kuona kwa sababu tumejifunza miradi mingine ambayo tayari imeshatekelezwa mm. katika mkoa huu wa Ruvuma mm. kama hii, kuna mwenzetu mmoja alikuwepo kwenye hichi kikao kabla ya wewe kuja, ametueleza tu hapa jirani Madaba walikuwa na mradi kama huu, mm. umeshatekelezwa, umekwisha mm. na umekabidhiwa. Lakini ni mkoa gani? Mkoa wa Ruvuma. mm. Kwa hiyo nime, nimeweza kukuambia kaimu mkurugenzi kwamba kama sio leo, kesho, hatua zichukuliwe juu ya hali iliyotufikisha hapa, lazima tuone, tujifunze kwa wenzetu. mm -hmm. Tujifunze kwa wenzetu, tuone nini kifanyike mm -hmm. takriban mm -hmm. kama mwezi mmoja, na tukija kuangalia jiografia ya Songea DC tunatokea kuzunguka, kuona pesa zilizokuwa zimekwenda na namna utekelezaji unakwenda. Mm -hmm. Lakini kwa hapa mara moja, Mheshimiwa mkuu wa mkoa anakuthibitishia tunakwenda mm -hmm. kuchukua hatua za kutoka tulipo kusogea ambako tunataka kufika, kwa sababu mm -hmm. wenzetu kama washakabidhi majengo na shule zinafunguliwa yanakwenda kutumika, lakini mm -hmm. sisi leo tupo kwenye kumwaga jamvi na pesa zipo kwa, ina maana kama tunaonekana tuna sura kama kwamba hatuna uhitaji wa pesa, lakini shida tunazo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hili utakapofika tena kwenye ziara nyingine utakuta mabadiliko makubwa, mm -hmm. kwamba tutakubali kuendelea kubaki na mkandarasi huyu wa mm -hmm. kusuasua sisi hatujengi haya majengo ili yawe kama mapambo, tunajenga majengo haya kwa ajili ya kuchukua wanafunzi, kuongeza uwezo wa kuchukua wanafunzi wengi zaidi, lakini kuwafanya wanafunzi waishi katika mazingira rafiki na mazuri yatakayowafanya waelekeze wa nguvu katika kusoma. Ndio maana kunajengwa mabweni, ndio maana kunajengwa madarasa, ndio maana kunajengwa mabwalo, vyoo vya kisasa ili wanafunzi wakiwa hapa wao waangalie jambo moja tu la kusoma na sio kutangatanga kutafuta huduma zingine. Sasa ikiwa na sisi tuliopewa dhamana hiyo hatufanyi kazi ya kufanya mabadiliko hayo you know? Inaonekana kama na sisi uwepo wetu hauna maana. Kwa hiyo nisisitize, kwa, kwa vile umechukua dhamana hiyo na nimekusikia mwenyewe hapa ukinipa hiyo commitment basi mimi nikubaliane e, kwamba nimekubali lakini cha kwanza kabisa ni kufanya termination ya mkandarasi, lakini cha pili mtafute mkandarasi mwenye uwezo, na nimesema mshirikiane na afisa miundombinu wa mkoa ili mfanye kazi hiyo kwa ufanisi.